Hello habari. Leo nataka kuwajibu wale ambao waliuliza swali kuhusiana na namna ya kutuma email kwa kutumia simu yako. Ni simple sana kutuma email kwa kutumia simu yako ni rahisi sana sana sana sana. Uh, hapo cha kufanya unaenda unafungua ile application ya, ya Gmail ambayo ipo hapa. Mimi naifungua naenda kwenye application ya Gmail naifungua hiyo application yangu ya Gmail automatic, kama umeadd email kwenye hiyo hiyo uh, hiyo uh, application utakuta email ulizotumiwa zinafunguka hapo, lakini mimi nataka kutuma nataka kutuma message, sitaki kusoma message kao, nitaenda kwenye kialama cha peni, kipo pembeni hapo uh, kwa chini kulia hapo, na kibonyeza hicho wengine, huwa inaandika inakuwa na e, neno compose. Utaenda kwenye neno compose au utaona kialama cha jumlisha, utabonyeza hapo manake hapo, na add new email then utaenda hapo palipoandikwa tu ndo tunapoandika email, naituma kwa nani? Labda mimi nataka kuituma kwa huyu mtu, natuma <coughs> ni... kwa hii hapa Maybe nataka nitume kwa kwa email hiyo hapo ambayo nimeiandika, then na natuma nini? Labda ni application letter. Hiyo application letter yangu iko wapi? Maanake ni faili niliandika labda kwenye wedi au niliscan, then nitali compose. Utaenda kwenye hicho kama kibangili kipo hapo pembeni, ni kialama cha compose hapo juu kabisa hapo nitabonyeza hapo kitambia touch faili nta touch faili hapo, natafuta sasa faili yangu lipo sehemu <coughs> gani? Kwa mfano kama ni labda ya faili yangu ni hili hapa, nitachukua ambalo lipo kwenye kompyuta yangu, faili yangu linakuja hapo. Nataka nitume labda na picha, nitaenda na hadi tena, natuma na picha na picha yangu hapo, na vingine, labda nataka ku-attach tena kitu kingine, nitaenda hapo naongeza baadaye, naenda hapo kwenye send, hicho kialama cha bangi cha pili chake hicho. Ukibonyeza hapo unatuma email, utaona hapo chini inaandika sending email, kwa maana yake email yako inakuwa imeenda hapo tayari, unakuwa umetuma hiyo hiyo email yako tayari inakuwa imeenda. Asante uh, kwa kufuatilia hii uh, tutorial fupi lakini ukiwa na swali lolote, unaweza ukatucheki kwa kuandika comment hapo au uka uh, ukajiunga na group letu la WhatsApp, uh, link ipo kwenye uh, description hapo chini, au, af, au pia una, una, una, unaweza kucomment hapo ukauliza swali lako lolote, na sisi tutakujibu hilo swali lako kwa kuandalia tutorial ya kitu ambacho